Masomo ya misa takatifu Jumamosi, juma la thelathini na nne katika kipindi cha kawaida mwaka. Somo la kwanza: Danieli sura ya 7 mstari wa 15 hadi 27. Somo katika kitabu cha nabii Danieli. Mimi Danieli nilisongwa sana rohoni, na hayo maono yangu yalinihangaisha kabisa nikamkaribia mmoja wa wale waliosimama mbele ya Mungu, akanijulisha maelezo ya kweli ya hayo yote. Akanijibu, akanijulisha maelezo ya mambo hayo. Wale wanyama waine wakubwa ni wafalme wanne watakaotokea duniani, lakini watakatifu wa yule aliye juu watapokea ufalme wa kuulinda milele na milele. Baadaye nikamuuliza maana hakika ya yule mnyama wa nne aliyekuwa wa namna tofauti na wanyama wengine wote. Huyo alikuwa mwenye kutisha kabisa, mwenye meno ya chuma na miguu ya shaba nyekundu, naye alikula na kuponda, akakanyaga kwa miguu yake yale yaliyobaki. Nikamuuliza na maana ya zile pembe kumi zilizokuwa kichwani mwake na ya ile pembe iliyotokea na mbele yake pembe tatu zikang'olewa, na kuhusu pembe hiyo iliyokuwa na macho na kinywa chenye kusema maneno ya kiburi nayo na ilionekana kuwa kubwa zaidi kuliko pembe nyingine zote. Nilikuwa nimeona ile pembe yenye kufanya vita na watakatifu na kuwatawala kwa nguvu mpaka alipokuja yule mzee wa kale aliyewapatia hukumu watakatifu hao waliopewa ufalme. Naye akasema hivi: yule mnyama wa nne ni mfalme wa nne, ni ufalme wa nne utakaotokea duniani. Ufalme huo utakuwa wa namna tofauti na falme nyingine zote, nao utakula dunia yote na kuiponda na kuisaga kabisa. Pembe zile kumi ni wafalme kumi watakaotokea katika ufalme huo. Mfalme mwingine atatokea baada ya hao, atakuwa wa namna tofauti na wale waliomtangulia, naye atawashusha wafalme watatu. Atasema maneno ya kiburi juu ya yule aliye juu, atawafanyia mabaya matakatifu wa yule aliye juu, atakusudia kubadilisha nyakati na sheria nao watakatifu watatolewa mikononi mwake muda wa wakati na nyakati na nusu ya wakati. Lakini wenye kuhukumu barazani wataketi, na mfaume huyo ataondolewa utawala wake, nao utaibishwa na kuangamizwa hata milele nalo taifa la watakatifu wa yule aliye juu litapewa ufalme na ukuu na utawala juu ya falme zote zilizoko chini ya mbingu. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na falme zote zitamtumikia na kumtii. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Kitabu cha nabii Danieli sura tatu mstari wa sitini hadi sitini na tano kitikio msifuni na kumtukuza milele msifuni na kumtukuza milele ewe wana wa watu mtukuzeni bwana msifuni na kumtukuza milele msifuni na kumtukuza milele ewe nyumba ya israeli mtukuzeni bwana msifuni na kumtukuza milele Msifuni na kumtukuza milele. Enyi makuhani, mtukuzeni Bwana, msifuni na kumtukuza milele. Msifuni na kumtukuza milele. Enyi watumishi wake mtuku, mtukuzeni Bwana, msifuni na kumtukuza milele. Msifuni na kumtukuza milele. Enyi mioyo na roho za watu wema, mtukuzeni Bwana, msifuni na kumtukuza milele. Msifuni na kumtukuza milele. Enyi roho ya mioyo ya wenye haki, mtukuzeni Bwana, msifuni na kumtukuza milele. Msifuni na kumtukuza milele. Enyi watakatifu na wanyenyekevu wa moyo, mtukuzeni Bwana, msifuni na kumtukuza milele. Msifuni na kumtukuza milele. Kesheni na kusali daima mpate kusimama mbele ya mwana wa mtu. Somo la Injili Takatifu ilivyoandikwa na Ruka. Utukufu kwako, E Bwana. Ruka sura 21 mstari wa 34 hadi 36. Wakati ule, Yesu aliwaambia wafuasi wake, basi jihadharini, mioyo yenu isije ikalemewa na anasa na ulevi na shughuli za maisha, na siku ile ikawajia ghafla maana kama tanzi itawapata wote wanaoishi duniani kote. Basi kesheni na kusali daima, mpate nguvu ya kuepuka matukio hayo yote yatakayokuja na kusimama mbele ya mwana wa mtu. Injili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.